Irani imelaani vikali hatua ya Marekani na kusema imevuka mstari mwekundu kwa kushambulia siku ya Jumapili vinu vyake vitatu vya nyuklia vya Fordo, Esfan na Natanz. Irani imelaani vikali hatua ya Marekani na kusema imevuka mstari mwekundu kwa kushambulia siku ya Jumapili vinu vyake vitatu vya nyuklia vya Fordo Isfani na Natanzi. Balozi wa Irani katika Umoja wa Mataifa Amir Sahid Iravani amewaambia mkutano wa dharura wa uh, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Marekani na mnukuu, imeamua kusambaratisha diplomasia na kwamba jeshi la Irani litaamua wakati wowote uh, aina na ukubwa wa jibu sawia na walivyoshambuliwa na Marekani. Marekani inadaiwa inadai kuwa mashambulizi yake yalisababisha uharibifu mkubwa , lakini haijawa wazi athari hizo ni, ni ukubwa kiasi gani. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Aragash amesafiri kuelekea mjini Moscow kuratibu na mshirika wake wa karibu Urusi juu ya hatua zitakazofuata. Wakati ma makabiliano kati ya Israeli na Irani yakiendelea, hofu ya kutokea mzozo mkubwa zaidi wa kikanda imezidi kuongezeka. Baadhi ya waangalizi wameonya pia kwamba mstakabali wa juhudi za kudhibiti eneo kudhibiti kuenea kwa silaha za nyuklia njia za amani upo hatarini kote duniani. Uh, uh, katika hatua hii ya, ku, ya, uh, ya Irani kujibu Marekani, Irani imeshambulia kwa makombora kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al-Udeid iliyopo nchini Qatar ikiwa ni hatua ya kujibu mashambulizi ya hivi karibuni yaliyolenga vinu vya nyuklia vya Irani mnamo siku ya Jumamosi. Serikali ya Qatar imethibitisha kutokea kwa shambulio hilo na kulitaja kama uvunjaji wa wazi wa sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kuwa ina haki ya kuchukua hatua za moja kwa moja kujibu tukio hilo ambapo hata hivyo mamlaka hizo zimesema kuwa makombora yote yalidunguliwa kabla ya kufikia malengo na hakuna taarifa za majeruhi zilizoripotiwa. Kutokana na hali hiyo, Qatar imetangaza kufunga kwa muda anga lake la kitaifa, huku raia wa Marekani na Uingereza waliopo nchini humo wakishauriwa kubaki ndani ya makazi yao kwa usalama. wakati haya ya kijiri huko Washington, rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na maafisa wa ulinzi wanakutana kwa dharura katika chumba cha usalama, huku Israel nayo ikitangaza kushambulia Irani kwa nguvu kubwa, ikilenga njia za kufikia kituo cha nyuklia cha Fordo na gereza la Evni. Hii ni vita ambayo inaendelea huko Mashariki ya Kati kati ya Irani na hasimu wake Israeli.